Hola, kuna mtu amesikiliza mafundisho haya siku zilizotangulia akasema, naona una salamu moja maarufu sana, unapenda kusema hola, sijui umeitoa wapi hiyo salamu. Hola maanake ni hello kwa, kwa, eh, kwa Kihispania. Sasa leo tunataka tu au sehemu hii nataka tu, ni vigusie na vile eh, na zile zawadi nyingine za Roho Mtakatifu. Uh, zawadi hizi zimeongelewa zime kama karama au vipawa au huduma za Roho Mtakatifu. Kwa nitaziangalia zilizopo katika Waefeso wa sura 4, 11, na ya nne mstari wa moja, anasema naye alitoa wengine kuwa mitume na wengine kuwa manabii na wengine kuwa wainjilisti na wengine kuwa wachungaji na waalimu. Kwa hiyo hizo ni ofisi, huduma za ofisi eh, huduma za ofisi huduma za kazi e, ziko huduma za kazi hizo hapa amezitaja. Lakini huwa anasikia kuna wengine wanazi, anataja nyingine. e, zi, inawezekana zipo nyingine. Nyingine anasema mimi nimeitwa kuwa mwimbaji. Mwingine anasema mimi nimeitwa kuwa mwombaji. Mwingine anasema mimi nimeitwa kuwa mwimbaji. Mwingine anasema mimi nimeitwa kuwa huduma nyingine. Nakubaliana, inawezekana zipo. Inawezekana mimi sizijui zote ila nataka kuongoza tu kwamba zipo hizo hapo kwenye Waefeso sura ya nne mstari 11 umetaja ametaja huduma ambazo wengi wa yani wanajitambua kwazo. Mimi najitambua kwenye huduma ya mwisho kabisa aliyotaja pale, huduma ya mwalimu. Eh, kwa mimi ni mwalimu, ninafundisha neno la Mungu na, nina fundisha, nina, nina fundisha habari za Yesu Kristo. Tofauti yangu na mchungaji ni kwamba mimi ninakwenda nazama katika kile kitu ninachokielezea, nazama na expound zaidi. Mchungaji au mhubiri anaweza akawa tu ana proclaim, anatangaza tu, anataja jambo, lakini mimi nitazama zaidi kulielezea zaidi, na kwa mifano, hata mifano binafsi. Nani aliyokuwa anafanya hivyo kwa uzuri sana? Bwana Yesu mwenyewe naye pia alikuwa ni rabi. Yeye Bwana Yesu alikuwa na zote tano, alikuwa ni mtume, nabii, mwalimu, mchungaji mwema, rabi, mwinjilisti. alikuwa na zo zote kabisa, si ndio? Yeye aliozitoa. Kwa hiyo yeye ndo zote hizo tano, lakini wanadamu wanaweza wakawa na moja umbili, au mbili kati ya hizo huduma au wengine wakaoperate katika zote tano kwa majira tofauti kulingana na uhitaji wa kusanyiko najua Roho ndio anayefanya anaweza achilia hizi kwa kupenda kwake mwenyewe kulingana na kusanyika. Nisitoke kwenye kitabu sasa kitabu, uh, jinsi nilivyokiandika nimeiweka hiyo uh, huduma za ofisi za za, za, za, za Roho Mtakatifu, lakini pia uh, kuna sehemu nyingine wa Korintho wa kwanza sura ya kumi na mbili msali wa kwanza na wa pili, ndio hapo nilikuwa naelezea kwamba Roho mwenyewe anapenda ndio anayependa kuwasaidia watu. Nasoma hapa anasema, basi ndugu zangu kwa habari ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu. Mwajua ya kuwa mlipokuwa wa watu wa mataifa mlichukuliwa kufuata sanamu zisizo nena, kama mlivyoongozwa. <coughs> Okay. Kwa hiyo karama za Roho Mtakatifu mwenyewe anapenda mfahamu, mzifahamu. Nataka niendelee kidogo hapo kwenye Wakorintho sura ya kumi na mbili Uh, Wakorinto wa kwanza sura ya 12, Roho mwenyewe anataka mfahamu, yani anataka hataki mwe watu msio kuwa na ufahamu uh, kwenye Biblia ki nyingine tafsiri nyingine nasema hataki muwe wajinga, hataki eh, muwe wajinga, anataka mfahamu, maana ujinga ni sawa na kuziabudu sanamu, anasema. Kwa hiyo naarifu ya kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa wa wala hawezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa kwa isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Okay? Basi pana tofauti ya karama lakini bali Roho ni yeye yule. Tena pana tofauti ya huduma na Bwana ni yeye yule kwa kuna karama, kuna huduma na nimeshazifundisha eh, zote, nimeshazitaja zote. Nitarudia kwenye habari za karama, zipo sehemu nyingine pia kwenye Wakorintho eh, kwenye Warumi eh, wa sura ya kumi na mbili tena kuziona hapo kisha pana tofauti ya kutenda kazi, bali Mungu ni yeye yule azitendaye kazi zote katika wote. Maana yake nini? Yani hizi karama na huduma Mungu anaweza akakupatia hata zote kulingana na kazi anayotaka uitende, labda kwa wakati fulani au moja kwa moja. Kwa Mungu anaweza anakupa wewe huduma ili utumie kutenda kazi zake kuzitenda hizi kazi zake. Kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho wa kufaidiana. Kwa hiyo mimi nimepewa ufunuo wa Roho wa kufundisha ili niwafaidishe wengine. Kuna mwingine kapewa ufunuo wa Roho, nimeelezea pale mwanzo, wa kuimba, akiimba yani ndani hukuna kuna chachama angeja, niende sasa kwenye Warumi sura ya kumi na mbili nikuonyeshe karama nyingine. Sasa hizi ni karama ni zile vipawa, karama ndo vipawa zile, huduma ziko tano. Kwa hiyo wewe unaweza uka ukaji associate na huduma mojawapo, kulingana na vile unavyosikia ndani mwako. Kamuuliza hata yeye mwenyewe akuonyeshe kwamba wewe huduma yako ni ipi. Mimi toka mwanzo kabisa mimi nilikuwa katika miguu, miguuni pamtume na nabii, kila mtu aliokuwa miguni pa yule mtume na nabii, alikuwa anajitambulisha kama na yeye ni mtume na nabii. Na maana ile karama ya yule mtu au ile ile, ile huduma ya yule mtu ilikuwa na nguvu sana kwa watu waliokuwa wanamzunguka wote, walikuwa wanataka kuwa mtume na nabii. Lakini mimi, yani, strangely kabisa, na nilikuwa mchanga kabisa, yani kilichokuwa kinaitika kwangu ni kufundisha, yani ni ku, karama ya mwalimu wa neno la Mungu na watu wengi sana wanasema na mimi ni mwalimu, mimi ni mwalimu fulani yeah, wameitwa katika walimu. E, na, wengi wanasema kwamba hii huduma ya walimu ndo huduma ya chini kuliko zote. Umeona pale kwenye orodha pale, anasema aliwaita wengine kwa mitume, manabii, wa wainjilisti, wachungaji na walimu. walimu wako chini kabisa, haijalishi Ukitembea katika hiyo karama ulioitiwa katika hiyo huduma ulioitiwa hiyo inayonekana ni ya chini kabisa, ukitembea kwenye huduma yako, yani ulimwengu mzima utakuja kujua kwamba yupo mwalimu Mungu anamtumia e, maana ni Mungu ndo anayetumia, sio, sio, sio wewe, sio kwa namna ya kibinadamu anavyosema kwamba hiyo ni ya chini sana, kwa nataka niwe mtume na nabii e, sio vyeo hivi, sio havikupi fahari, vyote hivi ni kwa watumwa, watu waliotumwa eh, n anyway, watumwa labda itakuwa sio lugha nzuri sana. Hivi vyote unapewa kwa kuwafaidisha wengine, yani sio fahari yako. Haupewi kwa sababu ya wewe, unapewa jinsi yeye anavyotaka, jinsi yeye anavyotaka. Okay, kwenye Warumi sura ya kumi na mbili, nitaanzia msta, mstari wa tatu anasema, mstari wa tatu anasema, kwa kuwa kama vile katika mwili mmoja tuna viungo vingi, wala viungo vyote havitendi kazi moja, vivyo hivyo na sisi tulio wengi tu mwili mmoja katika Kristo, na viungo katika mmoja kwa mwenzake. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali, kwa kadili ya neema mliopewa, ikiwa unabi, amerudia unabi, unabi, tutoe unabi kwa ku, kwa kadiri ya imani anasema, ikiwa ni huduma kwa huduma. Sasa ministry, kwa zile tano zote zimeingia katika huduma yetu, mwenye kufundisha bado okay, nikae kwenye huduma e. Inaweza ikachukua muda mwingi, lakini ni vizuri ukaelewa yani e, kile Mungu alichokuitia wewe ni kuhudumu wengine, kuwahudumia wengine kuhudumu. Kwa hiyo ukienda kufundisha yani, it doesn't matter kile unachofundisha. are you ministering to people? Unawahudumia watu kwa kutumia kufundisha kwako? are you touching people's hearts? Does your teaching change people's lives? are people getting out of the room better than they were hiyo ndio kitu cha muhimu. Sio tu kufanya kwamba bwana, mimi nimemaliza kazi yangu, nimeondoka. No. Ndio maana unapokwenda kuhudumu, ni ni lazima kuwe na connection na mwenye huduma mwenyewe. Mwenye huduma mwenye mwenyewe mwenye, ni Roho Mtakatifu. Lazima kuwe na ile direct link connection. Ana anabubujika pale. Bwana Yesu alisema mnapokwenda kufanya huduma hiyo, msijiulize ulize mtasema nini kwa sababu mtakapofika pale, yeye mwenyewe atasema na nyinyi, atasema kwa vinywa vyenu. So hiyo ni skill ya kutaka kujilinki naye, kuamini kwamba atasema na atakaposema, atasema kitu kinachokwenda moyoni mwa msikilizaji. Yule mtu anayesikia anasikia moja kwa moja kile alichokuwa anataka kusikia. Sio wewe unakwenda kuonyesha jinsi ulivyo mwalimu mzuri, kama mimi mwalimu Chemo ninajua kufundisha. Ah, sio hiyo. Eh, hapa skill ni ku connect naye, halafu yeye ndio atasema na watu, na akisema, wewe utajua tu kwamba sio wewe ukuwahi kufundishwa hayo, ujawahi kufanyia kazi kiasi kwamba ukajisifia, okay? Anaposema huduma hapa, anachukua zote zile za Waefeso sura ya nne mstari wa kumi na moja tuwemo katika huduma yetu, mwenye kufundisha katika kufundisha kwake, umerudia hiyo ya kufundisha. Mwenye kuonya katika kuonya kwake, kuna huduma ya kuonya. Mwenye, ku, mwenye kuonya katika kuonya kwake, mwenye kukirimu, kuna huduma ya ukarimu, huduma ya ukarimu kwa mtu mwingine yeye huduma yake ni kuwa kirimia wengine. Mfano wa haraka sana na upata kichwani ni yule mama sister alikuwa anaitwa Maria Teresa. Unajua mimi iaga nafikiri Maria Teresa alikuwa ni Muhindi, sio Muhindi bali alikuwa mzungu, lakini alivyohamia, alivyoamia kule India akaji blend na Wahindi. Maria Teresa alikuwa na huduma ya kukarimu wengine, na wewe unaweza una, ukawa uka nayo hiyo Mungu akishakupa hiyo huduma ya kukarimu wengine. Maanake, resources za kuwakirimia wengine Mungu atakupa. Kuna watu ambao wanatamani kuwakirimia wengine ni wakarimu. Najua sitamaliza hizi hapa katika sehemu hii, nitaendelea sehemu ijayo. Lakini niongelee kidogo hii huduma ya ukarimu. Yaani kuna watu wanapenda, wakisikia Chemo anafundisha namna hii ana struggle, wanatamani kumkirimia ili aweze kupata vifaa vya kufundishia, ili aweze ku reach out kwa watu. Wakisikia mtu anauhitaji, eh, ana uhitaji labda, anauhitaji wa ada, ana uhitaji wa chakula, ana uhitaji wa nguo, wanatamani tu yani, ipo ndani mwao, imejaa they want to take part in every good thing that happens. Ndio, that is who they are. Lakini uovu wa duniani ulivyokuja uiharibu hiyo karama ya kukirimia kiya Mungu. Unajua, kukirimia ndo karama yani karama ya, yani manake karama bure umepewa bure, karama ni vitu vinavyofanana kwa. Unakuta, nimewahi kusikia stori kwamba kuna mtu mmoja alikuwa mtoaji sana, anatoa hela zake kwa moyo kwelikweli, jamaa wakamtengenezea dili wakasema huyu bwana sana hizi hela ni, wacha tuzitengenezee namna ya kuzichota hizi hela. Wakatengeneza dili wakasema, bwana kuna project fulani tunataka kuifanya huko, itasaidia maskini. Yule ndugu moyo wake wa kutoa huko wazi kabisa. Akasema nitatoa. Akatoa ule ndugu moyo wake wakutoa kiasi kikubwa sana cha pesa. Ule mradi haukamilikaji, miaka nenda miaka rudi, wale watu wanaji la magari wanajijengea majumba, anaona kabisa kilichotokea baada ya hapo. Yule ndugu ule moya wa kutoa ukafanya nini? Ukazimika, ukafa. Kwa nini? Kwa sababu ya uovu. Kwo hizi karama pia, karama hii hususan, yani inaanaona. Ah, kuna mwingine nimesikia anasema ameumizwa kwelikweli na watu alikuwa akisikia kuna kazi nzuri inafanyika, yani dakika mbili moyo wake umeshaitika. Lakini siku hizi anaanza, anaanza kufikiria kwamba hili sio jizi, hili kama majizi mengine yaliyoniibia kwa, kwahiyo moyo wake unafanya nini? Unakufa. Tunaongelea huduma ya kukirimia ya ukarimu. Tutaendelea sehemu nyingine.